Ni rahisi sana kutamani kukuwa na brandi kubwa sana na siku moja kutajwa kwenye kitu fulani kama mtu ambaye umefika mbali zaidi. Sasa uh, ukweli ni kwamba uh, ili uingie kwenye mchakato wa kujenga jina eh, katika kitu ambacho unataka kukifanya ni muhimu sana upitie hatua hizi nne eh, ili uweze kufika mbali zaidi na uweze kufanikisha mchakato huo. Mimi naitwa Shamba the Shamba. Kama ndo mara yako ya kwanza kunitazama, tafadhali subscribe YouTube channel yangu ili wawe wa kwanza kupata video zangu kila wakati tunapoziweka hewani. Jambo la kwanza ni muhimu, fanye kitu kinaitwa speciality. Speciality maana yake unaamua kwamba unataka ujulikane kwenye eneo gani. Watu wengi sana ambao unawaona e, wamefika mbali sana, wengine unawakubali sana, ni watu ambao kuna siku waliamua kwamba wanataka wajulikane kwenye eneo fulani. Inawezekana walikuwa na vitu vingi sana wanavifahamu, inawezekana walikuwa na ujuzi mwingi sana walikuwa na uwezo mkubwa kwenye maeneo tofauti tofauti, lakini walikaa chini, wakaamua wanataka kujitambulisha kwenye eneo gani. Katika tafsiri nyingine, waliamua kwamba ni kitu gani ambacho kama majina yao yakitajwa waambatanishwe nacho. Kwa mfano, kuna watu ambao majina yao yakitajwa yanaambatanishwa na michezo, wengine majina yao yakitajwa yanaambatanishwa na, na midia watu wengine majina yao yakitajwa tunawaunganisha na komedi. Hawa waliamua kwamba sisi tunataka kujitambulisha katika eneo fulani. Hata wewe, ili ufanikiwe kujenga jina na uwe mtu mkubwa siku moja, ni lazima uamue sasa hivi kwamba unataka kujitambulisha katika eneo gani. Haiwezekani ukajitambulisha katika maeneo mengi, haiwezekani, na hautaweza kujenga jina kama unafanya vitu vingi na unatamani kujulikana kwenye vitu vingi, hakuna namna unaweza ukajitambulisha. Wewe unafanya biashara, wewe unafanya kilimo, unafanya uvuvi, una connect watu kwenda nchi za nje, itakuwa ni ngumu sana kutengeneza jina kwenye vitu vingi. Jambo la pili ni watu gani unaotaka kuwalenga katika kitu ambacho eh, unataka kukifanya. Who are going to be your target audience ni muhimu sana kwa sababu, katika uh, watu wote walioko ulimwenguni hawawezi kuwa walengwa wako wote. Kwa hiyo kitu unachotamani kukifanya kuna watu mahususi, so inawezekana ni huduma, inawezekana ni bidhaa. Ni muhimu sana uamue wewe kitu unachotaka kukifanya kinahitaji kundi gani? Je, ni watoto? Je, ni vijana? Je, ni watu wazima? Ni wasomi ama ni watu wa kawaida? Kitu unachokifanya inawalenga watu gani zaidi. Lakini hatua ya tatu ni muhimu sana, uh, ufanye kitu kinachoitwa consistent passion sharing eh, ni muhimu sana sasa, uanze kushare kile unachokiamini katika jambo ambalo unataka ujulikane kwalo. Hapa sasa unaweza ukatumia njia kama kuandika, kuzungumza, na njia mbalimbali ambazo ni rahisi kuzitumia, ili mradi ufikishe ujumbe wa watu ambao wangependa kukufuatilia sasa, uh, utakapokuwa ukitumia eh, pro, kwa mfano professional writing, manake mtu anaposoma maandishi anajisikia kuhusiana na wewe moja kwa moja. Sasa hii inaweza ika connect na ile passion yako na unavyofahamu eh, your passion is contagious, kile unachokioneshea passion manake kinawaambukiza watu wengine kukufuatilia zaidi na kuvutiwa zaidi na vile unavyofanya. Kwa hiyo ili uweze kujenga jina siku moja, hakikisha kile unachokijua unaanza kushare consistently na wale watu ambao unawalenga. Hii itakusaidia kuendelea kukumbukwa zaidi na watu watazidi kukufuatilia eh, zaidi, na unaweza ukafika mbali sana, kwa sababu eh, watu wanapenda sana kuona eh, kitu kikiendelea mara kwa mara na wakiendelea kupata faida. Hatua ya nne na ya mwisho eh, tunasema Be authentic kuwa wewe. Be yourself katika tafsiri nyingine. Eh, usijaribu ku compromise maisha ya watu wengine ukayafanya wewe ya kwako. Usijaribu kuiga passion za watu wengine, ujuzi wa watu wengine, uwezo wa watu wengine, potentials za watu wengine na kulazimisha ziwe za kwako. Watu wanakupenda wewe jinsi ulivyo. Haijalishi haujafanikiwa, eh, uko chini sana lakini watu wanapenda kukuona ukianzia hapo hapo ulipo, bila kujali uko chini kiasi gani. Sasa utakapoanza kukopi na kuwaiga watu wengine, maana yake ni kwamba unajipoteza wewe. Nilipenda sentensi ya mtu mmoja e, nampenda sana, aliwahi kusema kwamba kuiga wanachofanya wengine ni kujipoteza wewe halisi, ambaye kama ungeamua kuishi wewe mwenyewe ungekuwa bora zaidi kuliko hao unaotamani kuwa kama wao. Sasa kuwa wewe ni njia pekee ambayo itakutengenezea brandi imara sana na watu watakuamini sana na utapata loyal customers ambao watakuwa wanapenda sana unachofanya kwa sababu watakuwa wameona hatua za ukuaji wako. Umeanzia chini, umekuwa eh, gradually na umefika mbali zaidi wakiwa wanakuona. Ukifuata hizi hatua nne itakuwa ni eh, njia bora zaidi ya kudumu na brand yako na utakuwa imara sana na watu watakuwa tayari kukulipa zaidi kwa sababu watakuwa eh, utakuwa umefuata mchakato wa kutengeneza chapa imara kwenye kitu ambacho unakifanya. Sijajua katika hatua hizi nne umefika hatua ya ngapi, kwa sababu kama utaruka hatua maana yake ni kwamba unaweza ukaanguka saa usiyoidhani. If it was easy, everyone